Simba Sports Club jana aliandika barua yes. taarifa ya barua yenyewe ilikuwa inaeleza hivi: taarifa kwa umma yes, sir. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana zidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC zidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 kwenye mabano 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda utarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani kwa muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusiwa mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo, pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika mabasa, vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo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 zaidi ya wahusika wote wa sakata hili imetolewa na management ya klabu ya Simba. Sasa Simba Sports Club wana jana alikwenda kufanya mazoezi pale Benjamin Mkapa, lakini alizuiliwa kufanya mazoezi. Nini kanuni ya TFF pale, kanuni sheria ninasema kwamba timu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja huo angalau mara moja kabla ya mchezo, yes. Na tena inaweza ikawa muda uhusika wa mchezo. Kwa mfano Simba anacheza kesho saa moja na dakika 15, hii leo Simba anaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi saa moja na dakika 15. Lakini tukija upande wa pili, Simba Sports Club hii leo, endapo hatoleta hatoleta timu uwanjani, basi Dar es Salaam Young Africans ana uwezekano mkubwa wa kupewa magoli matatu pamoja na alama tatu. Lakini pia vyanzo vingi sana vyenyewe vilikuwa vinaeleza kwamba Simba Sports Club bwana ile jana kipindi anakwenda kufanya mazoezi, alikwenda na wazee wazee, wanakwenda kufanya nini? Hivyo ni vyanzo ambavyo vyenyewe vilikuwa vinaeleza hivyo. Yote kwa yote, hili ni joto la Kariakoo dabi. Hii ndiyo Tanzania. Hii huu ndo mpira wetu Tanzania sasa.